Hello guys, I'm Martin. I'm the chairman of the Unity Charity Organization na leo nigefurahia na members. So ningependa eme, nigeena kuwaimiza kwa wale ambao wako inge ama kwa mtandao, si kwa hii like, share, eza bado comment.

hawana usaidizi wowote watoto wanahitaji pampers sasa hiyo so, ndio kazi ya unity charity organization na tuna feel proud kwa sababu the more tunafanya wale wazazi wetu wa feel proud the more pia sisi tuna feel proud ningependa kuhimiza wale followers wetu, wale friends wetu kwa hizi platform mnaweza to reach out through namba iko hapo kwa bio mnaweza view bado kuna description kama ujaelewa unaweza piti hapo kwa description ya hizo platform zetu unaweza reach out through hiyo namba iko hapo hivo. For more information, bado tunahitaji more members kwa wale ambao wana feel wana wana feel hitaji nini opportunity kama hizi, wako na vitu za kushare, but hawana the right channel, so inaweza waimiza, niwaambie the right channel ni Unity Charity Organization. Kwa sababu gani? Tuko pamoja na tunafurahia kusaidia wale ambao wajiwezi. So tungependa, kama unahitaji kunini kujoin Unaweza fuata hapo maagizo na tutashukuru sana. Thank you guys eh?